Sasa kidogo pale tunamuona pale, ukipenda zaidi, jangididosi mwenyewe, huyu alikuwa ametuandalia sinema mahali, alikuwa anavaa nguo za mtu wake <laughs> tulikuwa tunamuona kidogo, alikuwa anavaa kama mbaba wake, anavaa longi shati na koti, na akatusumbua sana sana sana katika sinema zilizopita makosha. Sasa baada ya kutulia na kusema sasa ameamua safari ni ya binguni imemshinda, akaamua kwenda Singapore, akatafuta watu na kushonesha tisheti kwa rangi ya uh, ma, uh, rangi ya yeru kwa kizungu inaitwa namna gani? akijanis ya kijani, kijani kibichi, akatengeneza tishati za yelo. Mm, tatu shida. Mm, Mm, hakuwapima. <laughs> Kwa hivyo, kwa sinema tunamwona akikuingilia pale na tuwengweng twake tumevalishwa tishati kubwa kubwa <laughs> zimewekwa vidole mbili dp. <laughs> <laughs> Kumbuka, huyu ukipenda zaidi huyu Jangri Dosi ya Makimoda, yeye alishindwa kupigana vita upande wa kwake, akaamua sasa vita anaipeleka wa Munyoro <laughs> vita ambayo wameanzisha mm -hmm. Watu wanamuuliza je, utawezana? mm -hmm. Ulishindwa kuvaa nguo za mbabazi, eh? Utaweza hii hiya wa Munyoro, eh? Oh, vita ni wa Munyoro, tena ameanza kumnyorosha kwa sababu yashaingia kwa basi ya Singapore <laughs> <laughs> Wow, okay. Binguni nataka ujinyime, eh, lakini Singapore unaenda vile ulivyo <laughs> hakuna kitu unaacha. Sasa pale anapatana sasa na wenyeji wenyewe sasa, nakuambia wale sasa mm -hmm. ndio vimoda wenyewe sasa mm -hmm. wale ni wale wabaya <t humanities> <Makuro -bost> wanaitangwa <Community> eh, keyboard warriors <t trillion> wakaanzana na yeye -ye. mm. wakaweka pale makorobosta <t yan> wakaweka gruneti pale mbele mm -hmm. na kupoint kwake <t mondo> <t Itu> wakamwambia wewe, mama <t Bent calorie> nyamazishe hiyo mdomo, ulishindwa na kwako. Toa hiyo bandeji umevaa kwa kichwa, pata kule kwa mtanda. Hataki mchezo, wamempeleka mbali. Wanamwambia hiyo mdomo ne bage pata Ambiwa kunywa Brufen. Wanamwambia kunywa Brufen eh. Afanyue vesio eh. Na pia wanasema ni kama. Ni kama spesio kiasi. Haka <laughs> <laughs> mwana oni mu spesio hii <laughs> Kana mata hayoge dheri, shukuru <laughs> <laughs> Yeah. Sasa kidogo ameachiwa pale sasa uh, e, e, ne, nini wana, keyboard warriors uh, yes. Wanang'ang'ana na yeye oh, sababu sasa ameshindwa kupeleka watu binguni, ameshindwa na mashamba uh. Sasa moja kwa moja tunaelekea hadi Singapore. <laughs> Je, tutatoboa? <laughs> Je, hii yellow fever tutapona? <laughs> Unamuuliza mzae, unamuuliza nini? Si warika yako si warigi yako wewe, nengana na watu, huyu ni babako, wengengana baba. <laughs> mm, pale hivo rigi <laughs> yako ya thikarud <laughs> <laughs> <laughs> yeah. wow. Ah, ah, makosha makosha, wakamsambaratisha <laughs> Aa, kumwambia wewe, mwachana na mambo mingi, rudia nguo za mbabas, kuja tutafute views. ikaire akorwo facebook inalipa maundu magikinyite hau nie ngiugeate atareke gembe ngicoke naikuru ndirengima

Aigera ko gakora ni kurarugo irio heu. Eh. Hena togoro to agoko. Eh. Hena bajia chips mega teni fresh fresh. Ehe. Na ni quick mart supermarket State House Road na Kuru. Tuko utoka ba to kore dada sala. Eh. John Jage, mm -hmm. Kariko Master Tony Neku. DJ Dibul, yes. Baby Top Tee Master, na nawe gago